Wapendwa katika imani, nataka kuwaalika leo katika safari mbali na makanisa makubwa na mahali patakatifu palipong'aa. Hebu fikiria pamoja nami: kanisa la mianzi pembezoni mwa kijiji, kuta za matope, paa linalovuja, hakuna umeme. Wakati mwingine tunacho pekee ni chumba kimoja cha familia kinachotolewa na wanakijiji wakarimu kwa ajili ya misa ya Jumapili na bado katika nafasi hizi rahisi, kwenye meza ya mbao inayotetemeka kwa ajili ya madhabahu, nimeshuhudia baadhi ya imani iliyo hai zaidi, uimbaji wa furaha zaidi, na kushiriki kwa ukarimu zaidi unavyoweza kufikiria. Nakumbuka misa chini ya mti wa mwembe huko Ufilipino, iliyofanyika wakati wa mvua kubwa ya masika. Mvua ilicheza kwenye majani ya ndizi juu, jiwe tambarare likiwa limesawazishwa kwenye magogo kwa ajili ya madhabahu. Hakuna maikrofoni, hakuna nyimbo za kanisa, sauti tu katika Kitagalogi na Ilokano zikiendana na dhoruba. Mwanamke mzee akiwa amechoka kubeba maji kupanda mlima, aliongoza maombi kwa uwazi ulionyamazisha radi. Imani yake haikuwa kamwe kuhusu jengo, ilikuwa kuhusu Mwokozi aliyekutana naye hapo hapo akigeuza matope kuwa ardhi takatifu. Kote duniani katika vijiji vya Wahindi, savana za Kiafrika na pembe za unyenyekevu katika miji yetu, mioyo huwaka kwa uangavu bila kufugwa na kuta au utajiri. Wakati mwingine imani hukua kwa nguvu si katika sehemu zinazotuvutia, bali katika zile zinazoonekana kupuuzwa. Injili ya leo katika Luka 21 inarudia ukweli huu. Wanafunzi wanastaajabia uzuri wa hekalu la Yerusalemu, mawe yake makubwa na sadaka za dhahabu. Lakini Yesu anaona zaidi ya mwangaza na anatabiri kuanguka kwa kwake: hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe lingine. Hafurahi uharibifu, anaelekeza macho yetu, akitukumbusha kwamba mahekalu yanabomoka, falme zinaanguka, pambo linafifia. Kinachodumu ni ushuhuda unaojengwa katika majaribu, uvumilivu unaobadilisha ugumu kuwa ushuhuda mtakatifu. Fikiria mwaka wa 1939 vita vikiendelea na hofu kila mahali. Wakati Uingereza ilipowaambia watu wake, tulieni na mwendelee, hilo halikuwa kukataa, ilikuwa ujasiri unaopatikana katika kitu imara kuliko jiwe, na ni ujasiri ule ule tunaoalikwa kudai leo. Somo hili si kwa mataifa au mahekalu ya kale tu, ni kwa ajili yetu hapa na sasa. Tunaiona tunapoingia katika maduka makubwa ya kisasa au vyumba vya maonyesho ya magari ambapo kila kitu hung'aa na kuvutia, lakini wakati mwingine gharama ya ziada ni kwa ajili ya mwonekano, si vitu vya kimwili. Nimejua jumuiya za imani zinazong'aa nje, taa zinazowaka na baa nzuri za kahawa, lakini chini ya yote hayo, muunganisho halisi unaweza kuwa mgumu kupatikana. Na kisha katika jiko rahisi la supu au nyumba ndogo ya kijiji watu hukusanyika wakiwa hawana chochote, lakini huondoka wakiwa wamejaa roho. Helen Keller anatukumbusha tabia haiwezi kuendelezwa kwa urahisi na utulivu; ni kupitia majaribu na mateso pekee ndipo roho inaweza kuimarishwa. Martin Luther King J. anasema kipimo cha mwisho cha mtu ni pale anaposimama si kwa faraja, bali katika changamoto na hadithi hiyo kutoka Thailand, sanamu ya Buddha iliyofunikwa kwa udongo iliyopasuka ili kufichua dhahabu inaakisi maisha yetu wenyewe. Wakati mwingine ugumu wa maisha hufunika nguvu zetu za ndani, lakini katika mapambano dhahabu ya kweli hugunduliwa. Kwa hivyo tunapataje dhahabu hiyo? Kwanza, tunatambua kama waberoya katika Maandiko, tunajaribu kila ahadi inayong'aa dhidi ya maneno na moyo wa Yesu Je, imejikita katika ufalme wake au katika tamasha tu? Pili, tunavumilia tukijitokeza jinsi tulivyo, tukisali tunapokuwa tumechoka tukisaidia hata wakati ni vigumu, kama mtakatifu Teresa wa Avila ambaye aliomba kutoka kwenye gurudumu la gari wakati nyumba yake ya watawa ilipofurika. Imani halisi inaweza kustawi katika fujo. Tatu, tunashuhudia kimya kimya, ikupitia matendo rahisi na yaliyofichwa ambayo hakuna mtu anayeyapongeza kama si Lewis anavyofundisha uadilifu hustawi katika giza, na Lombardi anasema dhahabu ya kweli huundwa kupitia e ujasiri. Ukijikuta ndani kabisa ya kutokuwa na uhakika, ukiwa na huzuni, unauliza maswali au unahisi umechoka tu, mtunga zaburi anaelewa: nafsi yangu iko katika uchungu mkubwa, hadi lini Bwana? Katika maeneo haya Mungu hukutana nasi, akitusafisha kama dhahabu motoni. Tuwe aina hii ya kanisa, kuwakaribisha waliojeruhiwa, kushiriki kile kidogo tulicho nacho, kumtafuta Mungu katika maeneo yasiyoonekana. Iwe ni kanisa la mianzi au meza ya jikoni, tuwe watulivu, tujenge kwa kina na tungae halisi, tulioshika nanga juu ya Kristo, msingi ambao hakuna kinachoweza kutikisa. Tuombe: Bwana wa wanyenyekevu na waliofichwa, fungua mioyo yetu iliyofunikwa na udongo Fumbua dhahabu yako yako katika katika majaribu yetu, nuru yako katika uvujaji wetu wetu na upungufu wetu. Tutie nguvu ili tushuhudie, tuvumilie na tupende kimya kimya. Tufanye jumuiya ambapo imani inang'aa sio kwa kung'aa, bali kwa neema. Amina. Na sasa ninakualika, ni dhahabu gani iliyofichwa ambayo umeiona katika sehemu zako za unyenyekevu? Shiriki na tugundue zaidi ya yale ambayo Mungu anafanya pamoja.